Lakini kubwa zaidi kuja kuwashukuru. Tumekaa takribani miaka yote hii minne mitano, mulivyotupa uongozi baina ya mbunge, niseme tutarajie makubwa kwenye kata yetu, na kama nilivyowaeleza siku ile, tulikuwa tuna tunapeleka bati pale chini mkanaledi. Sasa tulikuwa tuna kelele nyingi sana za kuhusu shule ya sekondari hapa, tumehangaika na Mheshimiwa diwani hapa tumeweza kuwaleteni shule, lakini nyinyi mufikirie tu kwamba swala la, la, la shule za sekondari kwenye kata tunazungumza, mikoa mingine yani hawawazi sasa shule za sekondari kwenye kata. Wanawaza form 6 yani 5 na 6 kidato cha tano na cha sita. Sisi hapa leo tumekaa miaka yetu minne, tunaangaika na shule za nini za sekondari. Kwa hiyo nini, maana yangu nataka kuwaelezeni kwamba kila mbunge na diwani anayekuja uwaga na mawazo yake, sio kwamba muda huo fedha hazikuwepo. Lakini je, wabunge waliokuwepo walikuwa wanajua shida ya wananchi wa jimbo na kata fulani? Hoja iko hapo. Leo tunafungua daraja la Kilambo, tunakwenda kutengeneza daraja la kisasa lenye kilomita tatu. Mtu mwingine wa kawaida hawezi kujua, lakini mafanikio yetu Mtwara yatakuwa makubwa sana, kwa sababu tunaunganisha kibiashara kati ya Msumbiji na Tanzania. Leo watu wanakwenda kuchukua mbao, wanakwenda kuchukua mbao Mozambiki, wanapita kwenye njia ya bahari. Bahari ikichafuka, watu wanapata zuruba, mali zinakuwa ziko ziko majini, kila siku kunakuwa na matatizo. Na pale panapokuwa unapokuwa bahari yetu imechafuka, yaani kanda yote ya pwani, vifo vinakuwa vingi. Sasa tumelikataa hilo na mheshimiwa rais amekubali kutujengea daraja lile pale, na limeingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ijayo. Rais akija Mtwara, mtasikia anazungumza ujenzi wa daraja kubwa la kisasa la kilomita tatu katika Afrika Mashariki na kati, ndio litakuwa daraja la kwanza kwa ukubwa pale na. Sasa tulizungumza, mwenzangu nadhani umewaambia kuhusu, tunakuja kujenga stendi ya kisasa. Stendi hiyo tekee, jengo ya kisasa, mama zetu amanitilie, mtakuwa na uwezo pale wa kufanya biashara na vitu vingine. Tunazo secretariat kule kwenye matawi, tunazo halmashauri kuu za matawi, tunakutana. Twendeni sasa tukajipange. Manake, ke inawezekana, mkasema Mtenga mnamhitaji sana, Rameki mnamhitaji sana, tukatoka nje huko kukawa kuna kazi. Kwa sababu nini? Hatujajipanga. Kwani vikao hivyo kwenye chama tunakaa kila siku? Leo si tumeitana mara moja tu hapa, tunamwagikana. Kesho tukatakuwa na ikao kama hiki kesho, kuta kitakuwa kama hiki. Mnashindwaje na nyie ndugu zangu eh? Kwa hiyo niwombeni sana twendeni tukafanye vikao hivyo. Ha. Kwa, kwa, kwa hali ya kawaida wa bunge si tunaachiana wako wa bunge wengine, yeye ni mkubwa sana. Unaelewa? <tipi> Lakini wako wa bunge wengine wanakuwa ni wa kawaida. Sasa mimi nimeishi kwenye jimbo la hawa vijana kwa kawaida. Huyu anaweza akanipigia simu mimi saa sita za usiku saa saba na mimi namuuliza bwana mtafu, ndugu yangu wewe una mke? Anacheka kweli <tipi> nisikilize, wala saa saba ya usiku anapigia simu. Lakini ni jinsi unavyoishi nao. Na kweli amekuwa msumbufu kwangu na simu zake zote za usiku, lakini usumbufu wake sio kwamba alikuwa anaomba hela kwangu, yeye alikuwa anahitaji mambo ya maendeleo kwenye kata yake. Mimi siku moja alinivunjia adabu huyu, lakini kajua, sio sio, ni yani, hakutaka kunivunjia adabu Alikwenda hapa hii barabara moja kwa moja kwenye senj, walibananisha pale, wafanya biashara ndio mwisho wako, safari hii sisi tunamwagia vumbi hapa kila siku. Sasa safari hii nakwambia uchomoke, wamemjezania pale, ana neno mwenyewe barabara, sio